Itambue nguvu iliyoko ndani yako. Samsoni kipindi anazaliwa, baba yake na mama yake waliambiwa ya kwamba mtoto huyu atalibeba kusudi, na katika kusudi hilo hatakiwi wembe kushika kichwani mwake, na katika nywele zake ndipo palikuwa na nguvu zake. Ina maana Mungu asingeweza kuwafunulia wazazi wake ya kwamba mtoto huyu nguvu zake zipo katika nywele, ina maana wazazi wasingelitambua lile jambo. Lakini pia wazazi wasingelitambua waz lile jambo, hata Samsoni na mwenyewe asingelijua nguvu yake ipo sehemu gani. Hivyo uh, basi nina uhakika kabisa wa ku kukuthibitishia kwamba ipo nguvu ambayo Mungu ameachilia ndani yako. Ipo nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Asili ya nguvu zako inatakiwa uijue mwenyewe na watu wako au watu unaoamini. Uh, siri ya nguvu za Samsoni waliokuwa wanatambua ni baba yake na mama yake na Samsoni mwenyewe. Uh, lakini siri hii ilipotoka ndipo pale machafuko yalifanyika. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu ambao upo nao kwa sababu, moja ya kitu hatari sana ni pale watu wanapofahamu siri ya nguvu zako iko wapi. Ni rahisi sana kukudondosha, ni rahisi sana kukuangusha, ni rahisi sana kukuvunja moyo, ni rahisi sana kukatisha tamaa, kwa sababu wamejua nguvu yako iko wapi ndipo pale Delila alipojua, akajua kwamba kumbe kuzishinda hizi nguvu ni nywele tu. Alichukua wembe akamnyoa nywele. Kwa hiyo ni rahisi sana wewe kudondoshwa, ni rahisi sana wewe kuanguka pale unapotoa siri ya nguvu zako. Tunza sana siri ya nguvu zako, hifadhi sana siri ya nguvu zako kama unazijua. Kuna watu wengine hawajui siri ya nguvu zao, kuna watu wengine hawajui hata nguvu zao ziko wapi. Leo hii nakwambia, tafuta uifahamu sehemu iliyopo nguvu zako. Nguvu zako ziko wapi? Uwezo wako uko wapi? Kuna nguvu ya ziada ambayo Mungu ameachia kwako ambayo sio ya kawaida. Kuna uwezo wa kipekee ambao Mungu amewachia kwako ambao huo uwezo umelibeba kusudi lako, umelibeba kusudi la wewe kuwepo duniani, umelibeba kusudi la maisha yako umelibeba kusudi la uzao wako. Kwa hakikisha unapambana sana kutafuta siri ya nguvu zako, na unapoijua hiyo siri, tunza sana hiyo siri, asijue mtu mwingine ambaye haaminiki, ambaye usioweza kumwamini. Delila alitengeneza ukaribu sana kwa Samsoni, akaweka ukaribu sana, ukawa wapenzi, Samsoni akamwamini, lakini matokeo yake ilitokea kwamba akaweza kumsaliti. ko kuwa makini sana, usitoe siri ya nguvu zako, hifadhi siri ya nguvu zako, tunza siri ya nguvu zako, ndipo utaweza kufanikiwa. Inawezekana hata sasa hivi unapita wakati mgumu, uh, unapita mazingira magumu sana, kwa sababu uliitoa siri ya nguvu zako. Tunza sana siri ya nguvu zako, asiweze kujua mtu ambaye anaweza akakuletea madhara na kukuangusha. uh, Ninaitwa Daniel Yusufu ni mwalimu. Ninaomba endelea kufuatilia video hizi na waendelee kujifundisha kwa pamoja katika neno hili linalosema, hifadhi siri ya nguvu zako, tunza siri ya nguvu zako, usikubali mtu yoyote akaijua siri ya nguvu zako.